Hii ni safari ya kutoka Geita manispa kuitafuta kata ya Nyawilimilwa iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Geita. Njiani na kutana na vijimambo kama hivi kutoka kwa wapambania maisha fresh. Baada ya dakika kadhaa za kupulizwa na upepo mkali barabarani uliochanganyikana na vumbi jekundu kutokana na aina ya usafiri niliyotumia safari hii, inanifikisha katika kijiji tulivu kilichozungukwa na mashamba ya kijani kibichi. Ndani yake anaishi mwanaume jasiri ambaye hakuruhusu ulemavu kuzuia kutimiza ndoto zake tarehe tisa mwezi wa kumi mwaka 1985 ilikuwa ni siku mbaya na iliyobadili mfumo mzima wa maisha kwa bwana Onesmo Lukondia Malimi, mkazi wa kitongoji cha Ntinachi, kata Yenyeoilimilwa, William Geita, aliyekuwa barobaro wa miaka 19, kwa wakati huo ambaye alipata ajali iliyomsababishia kupoteza mkono wake wa kulia. Ay, nilipata ulemavu mwaka 1985, tarehe tisa mwezi wa kumi, saa mbili dakika ishirini asubuhi pale Geita, karibu na kwenye kona ya kwenda kesiko hapo tuikuwa tunasafiri kwenye roli ikwa ikulu hapo, t kuna magari yanayosomba mchanga hapo sasa. Baadaye likwa nimepata ajali pale, ikawa tumepata ajali hiyo. Baada ya kupoteza mkono ambao alikuwa akiutegemea kutekeleza shughuli za kilimo, wengi walidhani maisha yake yangebaki katika kivuli cha huzuni na utegemezi, lakini kwake huo ulikuwa ni mwanzo wa safari nyingine. Nilihangaika sana, basi marehemu mwalimu wangu Mayunga akaanza kunishauri kwamba mwanangu, wewe na kujua unapenda kilimo, usipende kutafuta kazi za kuajiriwa. Huwa na mshukuru sana huyo mwalimu, ingawa alishaenda mbele saa haki, lakini huwa na mshukuru sana lakini. Kilicho nipa morali zaidi wa kuanza kujifunza kilimo pale kijijini pale Ikuru alikuepa mama mmoja, mke wa marehemu Sultani, alikuwa na mkono mmoja, yeye alizaliwa hivyo. Sasa nikawa naenda pale kumwangalia, alikuwa na mashamba anafinyanga vyungu anafanya mambo yote tu, alikuwa na family anailisha na watoto wake. Sasa nikawa naenda pale kumwangalia, yeye huyu huwa anawezaje kulima? Kawa naenda pale napita basi akapendea kuwa ananiita: wewe umekuwa kaka yangu kwa sababu umekuwa mkono geta. Umekuwa wewe ni kaka yangu. Basi nikawa najifunza tu pale, naenda kumwangalia anavyolima na kumwangalia anavyolima. Basi baadaye nikaona kwamba kutokana na maelezo ya na, na ushauri wa mwalimu marehemu Mayunga, basi nikaona kwamba hili nianze kujifunza na mimi kulima. Nikajaribu kulima kama anavyolima yeye, nikashindwa. Basi nikaendelea hivyo hivyo tu, baadaye nikaanza polepole, nikaenda shuleni pale kuomba misaada kunipa kale mafiekeo ma, ma, ma, yale ya kufiekea, maana kulikuwa na bonde pale nyumbani nikaanza hivyo. Alikuweko marehemu kaka yangu e, Lugumbika Makereja, akawa ananizuia kwamba wewe, unaniaibisha kwa sababu unapolima watu wanaona kwamba mimi nakutesa. Lakini mwalimu alizidi kunikazia sana, wewe huwezi ukajua, wewe na yeye nani atatangulia mbele za haki? Je, akifa huyo anayekuzuia wewe, unajua kati ya yeye na wewe nani ataanza kufa? Kwa hiyo nikaendelea kufanya tu kazi mpaka nikazoea. Lakini baada ya kuona simusikilizi kaka yangu, naendelea kujituma kulima, ikabidi afiche majembe. Sitaki nione, unafanyaje? Unalima maana mimi unaniaibisha. Kwa kuwa ni mwanaume aliyekamilika kibiolojia. Wakati ulifika ambapo mwili uliufikishia ubongo salamu za kuhitaji mwenzi wa maisha. Hili halikuwa rahisi kukamilika kwa bwana Onesmo ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 62. Ah, upande wa famili nilihangaika kwa sababu nilioa mwaka wa kwanza mwaka tisini, nikapata mwenzangu, lakini sikukaa naye, maana akazomewa tu, we umeolewaje na mtu kidema na mkono mmoja. Akaniacha nikapata tena wa pili mwaka tisini na moja na hivyo hivyo, lakini majungu yalikuwa yanatoka kwa ndugu zangu tu, maana unapompata mwenza wanakuja wewe wewe, mwenza akifa anakuwa na makaburi mawili, mwanamke anaondoka. Sasa baadaye nikaamua kukaa hivyo tu, nikaendelea kufanya kazi mpaka mwaka 1996 ndipo nikampata huyu mama ambaye ninaye mpaka leo. Yeye yeah, alipata ushauri, naona alikuwepo, kuna shangazi yake alimshauri sana kwamba mwanangu huyu naye ni, ni mtu. Ulemavu ni kitu cha kawaida, angalia mtu ana mashamba analima, analima mpunga, anafanya kila kitu, kwa nini usiolewe na? Maana nilipata huyu mama niliye naye ni, alishauriwa ushauri kutoka kwa shangazi yake. Jumla ya sasa hivi tuna watoto watatu. Mke wa Bwana Onesmo anaeleza kuwa uvumilivu ni kila kitu katika maisha. La, kisomi ni Rehema Kazuge na <gibit> hey, hey. Licha ya kufanya shughuli za kilimo, baba huyu wa familia anaendelea kuyasaka maisha fresh kupitia biashara ndogo ndogo, na hapa anatoa ushauri muhimu kuhusiana na dhana ya agizo la kufanya kazi na mtazamo wake kuhusu utegemezi. Ninawashauri kwamba walemavu wenzangu Mungu ni wa kwetu sote. Hata walemavu tumeumbwa na Mungu kama we, watu walio kamili nao wameumbwa na Mungu. Sasa na Biblia inaposema kwamba asifanye kazi asile, haijasema kwamba mlemavu asifanye kazi wote, hata mimi nisipofanya kazi, Biblia inanihukumu kwamba sitakula. Kwa hiyo kwa kuwa Biblia inasema kwamba asifanye kazi na asile, tufanye na sisi kazi panapowezekana maana, ule kule kukosa kiungo, nikaukawa na mkono mmoja kama mimi hapa, sio sababu sana ya kusema kwamba eti ukae tu, au anze kwa, sio kae, si kunywa, nikanywe nimalize mawazo, au ah, si nifanyaje? Ufanye mambo, matukio ya ajabu ajabu. Ile haijawa hukumu. Kwa Mungu ni ile ile, maana kwa Mungu, hukumu ya Mungu haina cha mlemavu wala cha mtu aliye kamili, hukumu ni moja tu. Katika maisha hakuna kinachoshindikana, endapo dhamira ya kweli ikiusukuma moyo katika matendo. Kutoka mkoani Geita ambako maisha fresh yanajengwa na Jambo FM Radio kupitia masafa ya 106.9 na mimi naitwa Ibrahim Rojala.